Mechi ile imeshaisha kama inavyojulikana, sheria ya mwaka 1938 bala 38, kifungo nywi inasema mwenyeji kafika uwanjani, mgeni ameshindwa kufika. Huyo alokufika uwanjani ambaye ni Dar es Salaam Young Africans, mimi nikiwa panda za majue kule, eh? nilipata taarifa TFF wametoa barua ya kwanza kwamba ilikuwa ilikuwa saa tano hiyo, wanasema mchezo uko pale pale saa tano asubuhi hiyo. Nimetoka majo, nafika saa inafika saa nane Benjamin Mkapa, inakuja barua ya pili kwamba mchezo umeahirishwa, lakini mimi nazingatia barua ya kwanza. Barua ya kwanza ilisema mchezo uko pale pale, barua ya pili wanakuja kusema mchezo umeahirishwa. Kwa tuambie bodi ya ligi wafuate sheria ya mwaka 68 ibara kifungu nywi inasema asiyefika uwanjani ale rungu. Mimi naona mtoto wa muda wakwenda kucheza championship. <laughs> lakini <laughs> lakini lakini wanasema endapo kutaka pointi tatu Ae. si lazima na marefali waweze kufika uwanjani. Si marefali jana aliku... aliingia uwanjani marefali wameingia uwanjani, watu wamekaa dakika 30, mwisho wa siku Azam Malik wamechukua pointi tatu. Yanga Africans walikuja uwanjani lakini marefali hawakuwepo. Pointi tatu inawezekana ukazipata vipi? Mimi nilipofika saa nane nijaribu kuzoom kupitia hii kamera hapa. Nijaribu kuzoom Arajiji, alifika uwanjani ila sema alizuiliwa mlangoni, si mnaelewana? Sije sisi tunachokijua, refari alifika, lakini kwenye picha alishindwa kufika. Wale ni mipango ambayo imepangwa. Mtoto mmoja anashindwa kujitetea kwa sababu yeye alikuwa na timu mbovu, alikuwa na majeruhi wengi, ameshindwa kuzungumzia kwamba alikuwa na majeruhi wengi. Mwisho wa siku anakuja kusingizia, anasema kwenye ile mchezo hakwenda kwenye mazoezi. Sisi tuambie bodi ya ligi kwamba mchezo wa tarehe nane umeshaisha, kama jeza Yanga inavyosema daima mbele, nyuma mwiko. Mchezo mwingine akitupangia tarehe nyingine, sisi hatuutambui sisi tunataka